Matamshi bora sauti tatanishi ni sauti ambazo zikitumika katika maneno au sentensi kuleta mkanganyo wa tamshi. Hii ina maana ya kuwa sauti tatanishi wakati unazitamka zinakukanganya na zinakukanganya kwa sababu zinakaribiana, si ndio, katika kutamka. Tunaanza na sauti ya kwanza ambayo ni ba na, ba. Ba na ba. Kwa hivyo tuanze, uh, hapo tuambie maana ya mbali. Maana nani? mbali

mambo maaaa viuri, unachukua kitu cha mtu bila ruhusa. Mbuyu, tunda la mbuyu. Kwa hivyo ni mti ambao unazaa nini? Mabuyu. Unasema nini

mahali ambapo kesi isikiliza na kuamuliwa. Hao makao ya mtu wa mbele sana. Makao ya mtu anaye? Tawala. Anaye tawala. Anaye tawala. Umeandika tu. Nawezi kazi uma jamani. Mbaraza, mbaraza. Kapiki Ndio, mbogo mbago, kitu chenye dhamana kutengeneza nini? Kutengeneza nini? mboza buda. E, mtu ambaye hana meno <laughs> au mwanaume aliyezeeka <laughs> no, e, <prescribe> kisha sehemu ya sentensi. Yes, tuko kwako. Zoezi tupitie kisha <coughs> sentensi zifuatazo: Asha alienda sokoni, alikonunua ng'ombe mbili. Tuko swali la pili. Tulisema tufanye swali la pili. Haya tuombe tuongoja wewe. Mhm. Mm. Aliko nunua? Eh? Hapo unapaswa kukosoa nini? Alienda sokoni alikonunua ng'ombe mbili, si ndio? Ikiwa na ile ma, sawa. Embu? Embu. Hebu nipishe pishe mwizi. mm -hmm. Kwaibu, kwa hivyo hapo ni nini umegeuza pale kwa hebu? tumesema tumeondoa ile mai pa sikuwa, sindio? mm -hmm. Na hapa kwa pili inapaswa mm -hmm. kuwa iba bila vizuri mm -hmm. eh, yeye mm -hmm. kwa hivyo ni sehemu gani tunabadilisha? Kujigamba, kujigamba inapaswa kuwa na maba, si ndio? Tuko swali la tano, mtangazaji. Sasa eh, jibu